Hospitali hii ya wilaya imetuletea ugomvi sana na uongozi wa chama mkoa. Eh, imekuwa vizuri sasa. Mnamalizia choo kwa ajili ya wa, walinzi na sehemu ya watu kupumzika. Nimeona nyumba ya jenereta nayo ina mambo madogo. Muimalizie jengo la utawala nadhani lile, e, zuri la kisasa. Nimeona pale mpaka ofisi ya mganga mfawidhi Eh, lakini kama sikosei nyumba ya mganga mfawidhi hatuna, pamoja na staff wengine. Tunakwenda taratibu, nchi yetu inajengwa. Kila tukipata budget, tunatumia tunajenga. Nini ambao mlikuja mwanzo hapa nii ni pioneers na nini, mnakuwa na hii hospitali pamoja. Kwa hiyo tukishamaliza mambo hayo ya muhimu At the first instance tutapata tutaanza kujenga nyumba za staff, kila tukipata hela tunajenga, miaka inavyokwenda inajenga, na ndio maana huwa anasisitiza hospitali za wilaya ziwe na eneo la kutosha tangu mwanzo. Mochuari nimeiona iko vizuri, kuna zile wodi ambazo zilikuwa zimeshindikana, nimeziona ziko vizuri. Jengo la emergency naona kama limeshahamia, kwa kuna mambo madogo madogo ambayo leo mmeniambia kwamba kufikia mwisho wa mwezi huu mtakuwa mmemaliza, kwa kasi mnayokuenda nayo sasa. Mimi naamini kwa sababu kila mahali ambako nimekuta eh, shughuli imebakia kidogo, kuna mafundi wako pale wanafanya kazi. Hamu yangu mimi kama nini, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu, huduma hizi za afya ni haki ya Watanzania, ni haki yao, na sasa hivi hospitali ya wilaya hapa Mtowisa tayari imeshaanza na tutakapomaliza hizi wodi zingine na nini, ambao sio muda mrefu, ni mwezi huu baadaye, tutaweza pia kulaza wagonjwa wa kiume, wagonjwa wa kike pamoja na wakina mama katika wodi ya watoto. Sasa Mungu atupe nini, kongereni sana na Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana kwa majina. Anaitwa Ediga Marini, ndiye diwani wa kata hii ya Mtoisa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa kipekee, tukushukuru kwa kufika katika hospitali yetu ya Mtoisa, lakini tumshukuru vilevile mkuu wa wilaya fika hapa na mwenyekiti wa halmashauri lakini vilevile vile na wataalamu ambao ameongoza nao na vyombo vya ulinzi wa usalama, lakini vile vile eh, demo wetu wa kazi nzuri ambayo inaendelea kufanyika kwenye kwenye hayo maeneo yetu. Nafikiri mkoa mkoa umetembea. Umeona majengo, kwa kweli kuna majengo ambayo yalikuwa yamekera lakini sasa hivi kila kitu kinaenda vizuri, lakini ukiona mambo mazuri yanafanikiwa kwa kiwango hiki ni kwa jitihada za muunganiko wa viongozi, si ndio? tumeungana kwa mashirikiano mazuri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na mimi niungane na wenzangu kwa pongezi hizi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Comrade Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa lengo la kuonesha thamani ya fedha ya Watanzania ambayo ni kodi zao kwa kazi kubwa iliyofanyika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kilichozungumzwa ni sahihi kabisa sababu zililetwa milioni mia saba arobaini na moja ambazo tulipeleka hilo andiko huko, lakini mwisho wa siku tuliwaelekeza wenzetu management kwamba hizo fedha ni nyingi na ni lazima tuweke walkways, lazima tuweke uzio katika hizo milioni mia saba arobaini na moja unaangalia thamani ya fedha majengo ambayo yalikuwa ni kichefuchefu yakisemwa yamekamilishwa na anakwenda kamilika muda si mrefu yote, lakini na vingine vimeongezeka ambavyo havikuwepo kwenye ile thamani ya milioni mia saba arobaini na moja. Kwa hiyo hii sisi tunaendelea kusema kwamba wenzetu wamepokea maelekezo, lakini na mimi mnyamakazi wako hapa nimekuwa nikija mara kwa mara kuhakikisha kazi inafanyika, lakini tumshukuru pia katibu tawala kwa kutoa maelekezo kwa wataalamu wa ngazi ya chini kabisa, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata na tarafa, ambao na wenyewe wamekuwa na kazi ya kuwasilisha taarifa zao za miradi inayotekelezeka kwenye maeneo.